wetu kama viongozi wa Chama cha Mapinduzi kusimamia utekelezaji wa, wa ilani tunaomba na, tumwendelee kumpa ushirikiano kwa sababu anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mama Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana ya kutuletea fedha hapa, milioni mia mbili na ngapi na sitini. Tungesema na Ilima tuchange tungeweza basi. Shukrani nyingi, tumpige makofi mengi sana Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini tumeona mambo mengi hapa, lakini pia kazi ingekuwa imekamilika kuanzia kesho, itakiwa ikamilike, DC angekabidhiwa hiyo kazi kesho, lakini bado kazi iko nyuma. Nadhani sisi tutayaona kwenye tathmini, tutakapokwenda kwenye tathmini yetu, lakini tuseme tu tutamwagiza mkuu wa wilaya aongeze nguvu ya kusimamia mradi huu ili uweze kukamilika kwa wakati na watoto wetu waweze kutumia. Tunawashukuru sana wenye viti wa vijiji, nawaona mko hapa asanteni sana kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. na yote, napenda kuwakaribisha katika shule ya sekondari Kayuki iliyopo kata ya Ilima katika halmashauri ya wilaya ya Rungwe. Shule ya sekondari Kayuki ni ya wasichana ambao ni kidato cha kwanza mpaka cha sita, yenye jumla ya wanafunzi 1370. Mapokezi ya fedha, ndugu mwenyekiti, shule ya sekondari Kayuki ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 260. Uh, Mnamo tarehe kumi na sita mwezi wa kumi mwaka 2024 kutoka serikali kuu kupitia mradi wa seku kwa ajili ya ujenzi wa mabweni mawili. Ndugu mwenyekiti, baada ya kupokea fedha hizi, wadau mbalimbali walipewa taarifa, ikiwa ni pamoja na walimu, wanafunzi, kamati ya maendeleo ya kata tamaka pamoja na bodi ya shule. Utekelezaji wa mradi Ndugu mwenyekiti, mradi huu unatekelezwa kupitia mfumo wa force account ambapo kamati tatu ziliundwa ambazo ni kamati ya ujenzi, kamati ya mapokezi na ukaguzi wa vifaa na kamati ya manunuzi. Kamati hizi zimehusisha walimu, wananchi pamoja na wataalamu kutoka ofisi ya mkurugenzi mtendaji. Mradi ulianza kutekelezwa mnamo tarehe kumi na nne mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na nne na unategemea kukamilika tarehe kumi na tano mwezi wa nne mwaka 2025 na ambapo muda wa utekelezaji ni siku tisini. Ndugu mwenyekiti, ujenzi wa mabweni unaendelea. Kila bweni lina fundi mkuu na mafundi wasaidizi. Bweni la namba moja ambalo ndio hili lipo hatua ya upowaji kama unavyoona uwekaji wa mbao za dari. Kazi zinaendelea ni usukaji wa njia za umeme, tayari ushafuka ndani. Uchimbaji wa mashimo yako hapo nyuma unaendelea. Bweni namba mbili ilipo mbele pale, uh, hatua ya renta tayari na saizi wako kwenye hatua ya kupaua, kazi zinaendelea. Upandishaji wa tofali unaendelea, baada ya renta tutaenda kuona, na uchimbaji wa mashimo pia unaendelea kumi mwaka jana utekelezaji umekuja kwanza tarehe kumi na nne mwezi wa kwanza. Na sababu gani? Lakini ilikuwa haina vifungu, kwa hiyo tumekuja kupokea vifungu tarehe ishirini Disemba. Kwa hiyo tukaanza mchakato wa kuandaa site, utekelezaji kamili ukaanza Januari. Ina mvua, kwa sababu mwaka huu hatuna mvua nyingi kama miaka mingine tuliyozoea. Ni wiki moja na nusu tu iliyopita ndio nimepata mvua. Kuna changamoto nyingine, kulikuwa na kazi pia kuhamisha kifusi ili kupata eneo zuri. A, napenda kuchukua nafasi hii mshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama yetu kipenzi Lukasani, Lukasani, Lukasani. Sasa Suluhu kwa mradi huu mkubwa hii, wa shule hii ya wasichana hapa Kayuki ni mradi mkubwa wenye pesa nyingi, ambayo sisi kama wananchi hata tungeambiwa tuchangie bweni moja hata tusingeweza. Tunamshukuru mama kwamba ameendelea kutupenda ameendelea kuing'alisha nchi yake, hatimaye watoto wetu sasa wanaenda kusoma kwenye mazingira salama ili wafanikiwe. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais.